Majeshi ya DRC yametangaza Jumanne Desemba 30 kwamba yamepakulia tena vijiji viwili katika eneo la Uvira, Kivu Kusini, Lwanga na Kigongo, kwa mjibu wa msemaji wa Operation Sokola kusini huko Kivu Kusini, Lutenale Roenga Kalonji. Upatikanaji huu unafuata baada kuipora ya kuipora vijiji vya Makobola moja na Makobola mbili siku chache zilizopita. Anasema pia kwamba angalau wapiganaji watano wa M23 wakiwa na silaha wamejisalimisha kwa jeshi la taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini vyanzo vya Uvira vinavuta pumzi na kusema kwamba kuna kuimarika kwa vikoma vya M23 tangu Jumanne Desemba 29. Jumapili, Disemba 28, msemaji wa jeshi jenerali major Sylvie Ekenge alithibitisha kuwa jeshi limepakulia tena vijiji vya Makobola moja na Makobola mbili katika eneo la Fizi, akisema kwamba mapigano yanaendelea kilomita saba kutoka Uvira. Kwa niaba ya Hope News TV, mimi ni Naganaga Thomas.